kuwa idara pamoja na wandishi wa habari. Ah, kazi yangu ambayo nimepewa hapa ni kumkaribisha mgeni nasi. Kwa kama sijakaribisha mheshimiwa mkuu wa wilaya, na mimi pia na mambo machache kuweza kuongea. Jambo la kwanza, mheshimiwa mkuu wa wilaya, ah, mimi binafsi nakupongeza kwa namna ambavyo uliweza kushughulika na swala la changamoto ya madawati. Ni ukweli ambao sio pekee, kwa sababu wilaya yetu ina changamoto ya madawati. Lakini pindi ulipofika, umeliona hiyo na tukakaa pamoja, na tukaanza kupitia vikao vyetu, tuweze kuona namna nzuri ambayo inafaa kuweza kutatua changamoto hii. Moja wapo ilikuwa swala la harambee ambalo ulisimamia wewe mwenyewe, nadhani watu tunahudhuria pale ndipo, na harambee ambayo tulifanya kwa kuchangia madawati. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa ubunifu wako ambao umeleta kwenye wilaya yetu hii, na ambao msingi sasa unaanza kuonyesha tija. Kwa hiyo mimi nashukuru binafsi mimi kama mkurugenzi, lakini pia pamoja na timu ya wataalamu ambao tunaweza kufanya hii kazi. Hongera sana kwa hilo mheshimiwa mkuu wa wilaya. Lakini jambo la pili na kupongeza watu wote ambao tumeshiriki katika hili, najua mkuu wa wilaya ametuongoza na ametuelekeza njia, lakini kunao watu ambao wamejitoa, tumetoa michango yetu, wakuu wa idara pamoja na wananchi wengine wote waongea, ambao niguswa kwa namna yote ile, wako hapa lakini pia kuna ambao wako nje, ambao waliguswa na kuona kwamba mheshimiwa mkuu wa wilaya ametoa kitu ambacho ni kizuri kwetu, hii kinaenda kutatua changamoto ya watoto wetu ambao wa wanakaa chini au wa bado katika uh, madarasa ambayo hana madawati. Kwa hiyo tupongezane wote, kwa sababu mchango ni namna ambavyo mtu anawiwa kutoa, sio utajiri, si ndio jamani? Eh, unaweza kuwa na mali nyingi, lakini hauguswi, lakini mtu mwingine akawa na kiasi kidogo akaguswa, akaona kwamba ni mhitaji, akatoka. Kwa hiyo Walio wapo ambao hajapata uwezo wa kukalia na watu, lakini leo hii anakalia na watu. Kwa hiyo mimi niwapongeza sana na Mungu naamini kwamba atarudisha. Lakini eneo la tatu niwapongeze wenzetu wa ndao wa usafi. Kwa kweli mimi nawapongeza kwa sababu kwa miaka yangu niliyokuwa hapa tutakuwa tukishirikiana, na mara ya mwisho utakumbuka, tulikuwa hospitalini pale kama sijakosea, na siku ile niliongea maneno na leo hii tena nayarudia kwamba Ludewa yetu itajengwa na sisi wana Ludewa wenyewe, na tusitarajie kwamba kuna mtu atatoka nje atakuja kujenga Ludewa yetu sisi. Kwa hiyo tukishirikiana kama ambavyo tunafanya hivi, tukaondoa tofauti zetu za kisiasa, kwa sababu tunazojenga ni Ludewa i kwamba ni Ludewa ya nani, ya nani, lakini ni Ludewa ambayo ni asili yetu, sisi tumetoka huku na tunatarajia kuona kwamba Ludewa ikiwe inasonga mbele, na niwaambie tu kwamba sisi viongozi kwanza ushikamo kwa wilaya mimi mpongeze na leo wengine tuko very positive, na tuko tayari kusaidia na nyinyi, kwamba tunakuamua maendeleo ya wilaya ya Rudeo. Nadhani niongea siku ile nikasema na nikatolea mfano, na nakuambia sio mbaya kwa na reference, si ndio? Eh, hata sisi hapo tunasoma vitabu unapo na leo unakuota kitabu cha mtu kusaidia literature yako iwe nzuri. Nikasema wenzetu wa Kilimanjaro wana utaratibu mzuri sana, na watu wengine wako hapa kila mwaka wanarudi nyumbani, wakirudi nyumbani wanakuja kufanya yale mambo ya msingi ambayo serikali kwa sababu serikali ni, ni kubwa na ina maeneo mengi ya kuhudumia yale ambayo ni mapungufu wanafanyia kazi. Mfano, wanajenga madarasa, wanajenga nyumba za walimu. Na ukifika kwenye kijiji, watauliza, mtendaji wa kijiji hapa, mtendaji wa kijiji na changamoto gani? Mtendaji wa kata na changamoto gani? Mkurugenzi na changamoto gani? Ndio ya yetu Mheshimiwa DC, una changamoto gani? nimeongea. Na ujumbe wangu naomba kumfikishia huku kwamba nimeongea, na kama nitakuwa nimewakwaza, samahani, lakini naongea la kwa sababu tusitie uchungu, tusonge mbele, tuone na sisi kwamba Ludewa tunao nafasi kuhakikisha kwamba tunarudisha na kila ambacho tunakipata rudisha. Ni watu moja, ndio, ndio baba. Kwa mimi nasema na sisi za hilo, na leo tumerudia, kikubwa ni kwamba sisi viongozi tunao utashi, tuko tayari kushirikiana na ninyi wakati wote ili kuweza kupamua ya maendeleo. Serikali haiwezi kufanya kila jambo katika kila eneo. Na ndio maana tuna dhana ya PPP, Public Private Partnership, ubia kati ya serikali na sekta binafsi na wananchi, tushirikiane kwa pamoja. Tukifanya hivyo, bila shaka mambo yataenda vizuri. Na nikuhakikishie kwamba michango yenu iko kwenye mikono salama. Yuko Mheshimiwa DC anafuatilia, kuna kamati ya usalama, nipo pia mkurugenzi na kamati, na ndio maana wa michango yetu kiasi gani kinapatikana, kimefanya nini, na huu utaratibu utakuwa ni endelevu, ili kuwezesha wale wanaotoa fedha yao chagua aone na kusemeka katika eneo ambalo ni nzuri. Na tunashukuru kwamba sasa hivi tunaona yale maeneo ambayo pana changamoto, hasa kwa wambao tumeanza kuyapa kipaumbele ili zipate madawati, ili watoto wetu pia waweze kukalia hayo madawati. Tumeanza eneo la madawati lakini na, diai, mene, Namtela, na, na zaidi, mimi kama kama mkurugenzi ambaye ndio msimamizi wa shughuli za kila siku za halmashauri na mtendaji, kupitia wenzangu wasaidizi sekondari na msingi, tutasimamia hayo madawati yaweze kutumika vizuri shuleni, yaweze kuwafaa leo zichalea kizazi cha kesho, na hiyo ni alama na kumbukumbu ambayo haitafutika katika akili za hawa watoto, kwa sababu tunajenga kizazi cha kesho leo. Atakalia mtoto dawati lakini hatujui kesho kesho huyo mtoto aliyekalia dawati mfuma huenda baadaye ya waziri mkuu, nani huwanawezesha? Sisi wenyewe kwa hiyo tunajitahidi tusikatishe ndoto nzuri ambazo katika Afrika za Afrika za watoto wetu, niwashukuru sana na Mungu awabariki. Baada baada ya kusema hayo